Kwanza najisikia furaha sana kwamba leo nimetimiza wajibu na haki yangu ya kikatiba na kidemokrasia ili nichague viongozi ambao wataiongoza watai Tanzania iwe tunayoitaka. Kwa hiyo ninawapongeza sana tume huru ya uchaguzi na maandalizi ni mazuri, nimekuja, sijachukua muda mrefu, sio uh, ndefu, kwa sababu vituo ni vingi lakini pili, nimekuta kuna amani eh, kila mtu amekuja kwa uhuru, anachagua viongozi anaowataka Kwa hiyo nawapongeza sana kwa hilo, na nitumie fursa hii sasa kuwahamasisha wale ambao bado hawajifika uh, waje na wenyewe watimize haki yao ya kikatiba na kidemokrasia, kwa sababu kwanza, licha tu ya kuwa ni haki yao, lakini haitachukua muda mrefu, haitaleta usumbufu, watapiga kura Umuhimu wa zoezi ni kubwa kwa sababu eh, kila mtu ana Tanzania anayoitaka, hatuwezi kuifikia bila kuchagua viongozi ambao wana maono haya. Lakini mwisho nisisitize, maisha bila amani haiwezekani. Eh, tutunze amani kama ilivyo, ili watu wenye shughuli zao za kiuchumi waendelee kufanya kwa uhuru na amani na waboreshe maisha yao. Watu wengine walikuwa wanaogopa ogopa hivi hmm, lakini tumepita barabarani, hali iko shwari kabisa. Unawaambiaje wasogee, wasiogope? Mimi nawaambia uh, hali ni shwari kuliko hata kipindi kingine cha uchaguzi kilichokuwa. Hii ni mara yangu zaidi ya mara ya kwanza kupiga kura, nimepiga kipindi kingine na hiki. Hali ni ya amani, utaratibu ni mzuri, mnapata uhuru wa kuexercise demokrasia yako lakini pia na kutimiza haki yako ya kikatiba kuchagua unao hata. Kwa hiyo ni waombe sana wajitokeze kuja kupiga kura, nakushukuru sana asante.